Mtazamaji na fuatiliaji wa Ropai Online TV, hivi pindi cha ndani kwa ndani na leo nakuletea habari mbali mbali, lakini habari ya kwanza ni kwamba unajua nini kuhusiana na Los Angeles? Eh, Los Angeles bwana ni mji fulani ambao uko kule Marekani, eh, ambayo eh, watu wengi wanazungumza kwamba kuchomeka kwa ule mji bwana eh, kumesababishwa na ule mji wa Los Angeles E, tafasiri yake ni kwamba ni malaika aliyopotea au sio? Kwa hiyo ule mji ni wa malaika aliopotea. Lakini e, licha yote pale kuna jiwe kubwa sana ambalo lishawahi kuanguka lenye kilomita kumi na mbili e, ambayo, kwa sisi wa Tanzania tuna umaarufu kwa ita majina, majiwe hayo kama kimondo. Kuna kimondo kishangwaga pale chenye urefu wa kilomita kumi na mbili ambacho kinasemekana kwamba kuna majini ambayo yaliweza kuwawa pale. Na Marekani bwana anajulikana sana katika e, ukanda huo kwamba e, anatumiaga sana e, vitu kama hivyo kwenye kukamilisha mambo yake. Lakini habari ya nyingine ambayo iko na sisi bwana ni kuhusiana na dada fulani ile wa kwenda na Oliver Melody. Oliver Melody ameweza kupost kwamba eh, sijai kumvulia mwanaume nguo kwa sababu ya muziki. Sasa I don't know anamaanisha nini lakini kaweza kupost post yake kwamba hajawahi kumvulia mwanaume nguo kwa sababu ya ku eh ya ya, ya, ya ku support kwenye muziki wake. Mm, kwa hiyo huyo ni dada yetu Oliver Melody. Aliweza kuposti kitu kama hiko, lakini eh, kuna kijana mmoja anaitwa Mande Boy eh, au Mr Voice eh, ameweza kuposti kwamba yeye bwana na Ghetto Boy wana ugomvi ambao unaendelea eh, ugomvi mkubwa ambao unaendelea baina eh, ya yeye na Ghetto Boy. Ameweza kuzungumza yeye mwenyewe, lakini Ghetto Boy hajaweza kujibu comment hizo. Vitu ni vingi sana, lakini eh, nitakupitisha kwenye hizo eh, ishu chache eh, hizo so, lakini eh, ameendelea kung'aa, ameendelea eh, Traore ameonekana kuendelea kung'aa zaidi zaidi na zaidi. Huyo ni rais wa Burkina Faso, ambapo anachukua hatua mbalimbali za kuweza kujiweka eh, vizuri, na bwana ni rais ambaye eh, alichukua ali, ali, ali hiyo nchi eh, kwa kwa mapinduzi, lakini aendelea kung'aa, lakini shamba zidi kunga kufanya bendi, live bendi ambapo amaonekana kwamba eh, anapiga sana hizi ishu za karaoke kila siku ya kaza kaza hivi eh. Eh, na yuko pale katika mazingira fulani akipiga eh, mziki wake wa karaoke, lakini eh, mwezi uliopita bwana imeonekana sana Ghetto Boy akimposti sana mke wake na kwenda kwenye interviews mbali mbali eh, ambazo zimeweza kuonesha kwamba mapenzi kwake yakiwa moto moto, lakini post ambayo imetutisha ni hiyo ya kwamba Oliver aliweza kuituma akisema kwamba sijai kumvulia mwanaume nguo kisa muziki, na tunajua anamsupport kimuziki eh, msanii huyo eh, Oliver Melody bwana, ni Ghetto Boy. I don't know kwamba akiwa anamaanisha nini. Nitakuonyesha hiyo post yake ambayo ameweza kuandika Oliver Mendel mwenyewe bwana. Lakini nikwambie tu pezi tazamaji, nafuatiaje Ropai Online TV. Jukumu lako kubwa ni kusubscribe ku ku like, share na comment. Ropai Online TV, Ropai Online TV.